Sauti ya ndani ni kitu kimoja mm. na kuamini ile sauti ya ndani ni kitu kingine mm. Lakini tunaona kwamba Eli aliweza kuiamini ile sauti, aliisikia kwanza, na alipoisikia akaweza kuiamini na kuamua kuifanyia kazi, na tunaona kwamba ilimfanikisha, ilimsaidia, ilimwongoza mpaka uh, akahakikisha ha, kwamba anafanyaji, anahakikisha ule, anatimiza lile kusudi ambalo alikuwa anatakiwa kuitimiza kozi mwana wa Mungu kama ulikuwa hujaelewa yeah. Anapozungumzia habari ya sauti ya ndani anamzungumzia Roho Mtakatifu. Ni Warumi nane kumi na nne inatueleza wale wanaongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo ndio ambayo analielezea hapa namna ambavyo Ela aliweza kuongozwa na ile sauti ambayo alisikia. Sio sauti nyingine, sio sauti hizi nyingine zingine nyingi nyingi ambazo nazungumzia hapa, tunaizungumzia sauti ya Roho Mtakatifu ambayo imetokana na ufahamu wa yumba ufahamu wa Mungu, ambayo imefunulia kwamba huyu ni Roho Mtakatifu Mtakatifu. chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unasikiliza nini au unasoma kitu gani? Tunaona kwamba Eli licha ya kuwa alikuwa na wito wa kuhakikisha kwamba anakifikisha kile kitabu upande wa magharibi, alikuwa anahakikisha kila siku anakisoma kile kitabu, anasoma ile Biblia hmm. tunaona kwamba hata ilipofika mahali akawa amepokonywa ile Biblia, bado alikuwa na uwezo wa kuzungumza wa kuizungumza ile Biblia kwa watu wengine ili waweze kuiweka katika maandishi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba unasoma neno la Mungu kila siku, unasoma neno la Kristo kila siku. Lakini pia tunaona licha ya kuwa alikuwa akifanya hivyo mara kwa mara, tunaona kuna Lekanage, kiongozi ambaye alikuwa anataka kuwataala wale watu, anasema kwamba alikuwa anakitaka kile kitabu kwa udi na uvumba, kwa sababu alijua kwamba katika kile kitabu kuna nguvu, kuna uwezo ambao utamwezesha yeye kuwatawala wale watu. Na tunaona kabisa wakati anaongea anasema kabisa kwamba ile ile ni silaha ambayo itamwezesha kufanyaje, kuyafanikisha hayo yote kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wakusoma, uh, wa kusoma neno la Kristo kila wakati kila leo na tunaona kwamba Biblia ni kitabu ambacho kinaweka msingi wa vitabu vingine vyote. Hata nje ya Biblia unaweza ukasoma vitabu vingine, kwa sababu katika hivyo vitabu ndipo ambapo anapatikana mali <laughs> <laughs> nimecheka kwa sababu nimekumbuka kuna watu najua wamesoma Biblia mara arobaini, wamesoma Biblia mara hamsini. Hii ndiyo ambayo inatujibu kwa nini kwamba Biblia pasipo roho wa Mungu usipopumzi ya Roho Mtakatifu, ni kitabu tu kama vitabu vingine vingi vya kina Shakespeare, yote ambayo yameandikwa vya literature. Na so it is very important kwamba anayetumulikia kuweza kuona katika Biblia na kuliona neno la Mungu ikawa hai kwenye maisha yetu ikaumbika kwenye maisha yetu kwenye maisha yetu ya kila siku, it is the spirit of God ambaye tupo naye, ila kuna jambo lingine sijachekeshwa na hilo ni natamani kumuuliza mwenzangu. Hii rafiki yangu, ungekuwa eh, like, ile Biblia imepokonywa, tungekuwa na Biblia leo? mimi nimewambia. <laughs> <laughs> inawezekana tunamtukuza Bwana. The grace neema hii ya kuweza kusoma mara kwa mara imemuhifadhi. Lakini pia Roho Mtakatifu ndio ambayo pekee anaweza kufanya kazi hii ya kuweza kuhakikisha kwamba mara kwa mara tunaendelea kulielewa neno la Mungu, linakaa ndani yetu na sisi ndio tunakuwa hilo neno, neno la Mungu. Of course the church, wana wa Mungu, mwili wa Kristo, ndiyo foundation ya kweli yote. We are the living Bible, we are the living word of God. It is very important, mwana wa Mungu, usiache kusoma biblia yako, usiache kusoma neno la Mungu. Acha Roho Mtakatifu akufunulie toka katika lile neno ambayo unalisoma kwenye Biblia ili uweze kuwa na maisha bora, maisha ya kutawala, maisha ya kutiisha hapa duniani, kama ambavyo Yesu Kristo alitiisha na kuta na kutawala. Na hili ni funzo kubwa ambalo tunalipata katika filamu hii ya kitabu cha Eli. Tunaona kwamba kusoma kitabu, kusoma Biblia, kusoma neno la Kristo kunafanya uh, sio kitu pekee ambacho kinaweza kikakufikisha mahali au sio kitu pekee ambacho kinaweza kikakupa hatua mbele zaidi katika maisha ya ufalme wa Mungu. Badala yake unatakiwa kusoma neno la Mungu ukiwa na ufunuo wa Roho Mtakatifu, na katika kusoma hilo neno la Mungu kuta, unatakiwa neno la Mungu likae ndani yako. Tunaona kwamba uh, mwishoni mwishoni Eli ya kufanikiwa uh, kufikisha kile kitabu katika upande wa magari, lakini tunaona kwamba kutokana na ile alikuwa akisoma mara kwa mara, na ukirudi nyuma kidogo, wakati Sorara anamuuliza unasoma, akamwambia kila siku, bila kukosa, bila kupitisha hata siku moja bila kukisoma hicho kitabu. Na ile tunaona kwamba ilimjengea Eli kuweza kutambua neno la Kristo na neno la Kristo lilikaa ndani yake, hata alivyoweza kufika katika kanda wa magarin aliweza kuelezea neno la Mungu kwa sababu tayari ilikuwa eh, ndani yake, akaelezea kwa watu wengine, wakaweza kukichapisha na tukapata vision mpya ya Biblia. Yes, mwana wa Mungu, bado tupo pamoja. Of course, wakati anazungumza hapa nimekuja nime kukumbuka moja ya siri ambayo watu pengine hawajachukulia kwa usiri sana. Unajua, kuna wakati slaa alimuuliza kuhusu kile kitabu kama angeweza kusoma, lakini alimwambia no one. Nani? Eli alimjibu akamwambia kuna mtu mwingine ambaye anaweza akaakakishika hiki kitabu. Of course ile ilikuwa inafunua kitu ambacho hata Mungu alikuwa anamrekebisha pia. Abraham alirekebishwa na Mungu katika kutembea kwake katika imani pia ya, Eli alikuwa anamrekebishwa na Mungu kwamba it is not by your power, we huwezi ku kulinda kazi ya Mungu, huwezi kuilinda kazi ya Mungu, it is God himself. Mungu mwenyendo kazi yake kuilinda kazi yake maana hata baadaye baada ya kitabu tayari kimekwisha polwa kimeshachukuliwa Solala alirudi kumuuliza swali lile lile, na hapo ndo ambapo unakuja kujua kwamba wao, mwisho wa siku, kile ambacho kilikaa ndani ya icho ambacho kilienda kusemwa kule na kikaandikwa, na leo hii tumepata bibilia ambayo imekuwa bora sana, lakini sasa mwana mm, wa au neno la Mungu ndio msingi wa vitabu vingine vyote ndani ya ufahamu wa Mungu ambao umewahi kusikia au umewahi kuvisoma. Na hapa leo pia ndani ya studio zetu tunalo vitabu vingi kutoka PTM House of Printing, Publishing and Design. tunacho kitabu cha maombi ndani ya ufahamu wa Mungu kawararaa kilichoandikwa na mtume wa Kristo Uibatiwaidadi, lakini pia tunacho kitabu kingine cha mtume wa Kristo Patson Munanga kinachoitwa My New Home the House of Grace unachopia kitabu cha mtume wa Kristo Benita Japes kinaitwa My Fathers Pressing ambacho kimetoka tangu elfu mbili na ishirini na moja, lakini bila kusahau tuna habari njema ndani ya ufalme wa Mungu. Mtumishi wa Mungu na muinjiristi na daktari pia wa ufalme wa Mungu na daktari wa duniani, George Macha ametuandikia kitabu kizuri cha habari njema, kitabu unaweza ukamnunulia rafiki yako na ukaendelea kuisambaza habari hii njema ya ufalme wa Mungu mahali popote ulipo. Achana na hiyo, pia tuna kitabu ambacho pia kimetoka hivi karibuni ndani ya PTM House of Printing and Publishing and Design ambacho kinaitwa Ofisi na Karama ya Unabii ndani ya mwili wa Kristo juu ya nchi kama ilivyoandikwa na kusanyiko la wachungaji wa taifa la Mungu pete pa ya moyo. Pamoja na hivyo, tunao vitabu vingine vingi kwa ajili ya kuendeleza kusambaza. Jua tumeitwa duniani kwa ajili ya kutawala, tumeitwa duniani kutoa majibu, tumewekwa tumezaliwa ili tuweze kuwa majibu, tuweze kuifanya sehemu zinazoishi ziweze kuonekana bora zaidi. Na naye mwana wa Mungu kutoka katika huduma ya wana naye ametuandikia kitabu cha utambulisho wetu, utaji wetu. Unaweza kukipata nakala yako inapatikana Amazon, lakini pia unaweza tupigia simu kwa namba ambazo zinapita katika simu yako ili tuweze kukupatia nakala ile fiziko ili uweze kusoma, kinapendeza, kikaa kwenye library yako ya nyumbani hapo, kuwa nao wakisome, wewe wakisome, na kila anaingia ajue ya kwamba wewe unaongozwa na maarifa ya ufano wa Mungu. Usiache kutupigia simu, usiache kutufikia kwa ajili ya kupata nakala zako za kitabu. Ni ufahamu wa Mungu. Tunaona kwamba ili ilikuwa ni wazo la Mungu tangu mwanzo na ndio maana tunapata kuona umuhimu wa Eli kuweza kufikisha kitabu katika upande wa magharibi, ili kiweze kutolewa katika vision mbalimbali, kwa sababu Mungu alikuwa anataka kila mtu katika ulimwengu, kila mtu katika dunia aweze kumjua yeye, aweze kumfahamu yeye, ili aweze kutambua kusudi ambalo liko ndani yake kwa habari ya ufalme wa Mungu. This is very true, hii ni kweli kabisa. Ndio maana na ndio sababu pia kubwa ya Mungu kuifanya neno lake lipatikane kwa urahisi. Mungu anataka wewe, mwana wa Mungu, umfahamu personally, wewe mwenyewe binafsi, umfahamu yeye, jinsi alivyo, na maono yake kwa ufalme huu, kwa ufalme wake. Lakini pia ni muhimu sana usije ukasahau, usikubali kusomewa neno la Mungu. Take your bible, chukua biblia yako, soma neno lako mwenyewe, mfahamu Mungu wewe mwenyewe, usisubiri mpaka usomewe that is the big reason Mungu amejifanya kuwa available kwa kila mmoja ili aweze kumjua so mwana wa Mungu ukiacha kusoma Biblia kuna waoni watakusomea utakutana na waoni kama watu na Kanesh ambao walishajua kwamba ah hawa ni wabibu wa kusoma kwa sisi tusome tuweze kuwa kuweka kwenye bondage na hii ndio kazi kubwa ya dini ambayo inafanya dini itakufanya wewe uwe in bondage kwa utafuta mahali ambako itakwambia kweli hii ndio habari sekta, mahali ambako mchungaji wako atakwambia kaa chini, soma bibilia by yourself. Soma neno la Mungu wewe mwenyewe uweze kumfahamu. Wachungaji wako kwa ajili ya kukusaidia uweze kumfahamu zaidi Mungu, kukuwekea miongozo na hili uweze wewe mwenyewe kukaa na Roho Mtakatifu na uweze kufika mbali zaidi, lakini ukishiba hivyo, utakutana na wakina kanage wauni, ambao watakufanyia kila kitu. Biblia hiyo hiyo ambayo unasema inakuweka huo, biblia hiyo hiyo wataitumia kukufunga. Kizembe, take your Bible, read your Bible. Mpenzi mtazamaji wetu, kipindi ni Ra'ah, na bila shaka mpaka kufikia hapo tayari umepata uh, hamu ya kutaka kuiangalia hii filamu. Ni kushauri tu, chukua muda wako uweze kuitazama, ili uweze kujifunza zaidi na zaidi ya vile ambavyo tumeweza kuvizungumza hapa uh, uweze kuifurahia kufu, ni muvi nzuri sana ambayo kimsingi itakujenga katika Uh, vitu mbalimbali kama ambavyo tumezungumza imani, uaminifu na, na umuhimu wa kusoma neno la Mungu na vingine vingi vingi vingi. Ulikuwa pamoja nami mtangazaji wako Atsa Brown, na sikuwa peke yangu, nilikuwa pamoja na mwenzanguaba uh, kipindi chetu kinapatikana katika televisheni yetu kila siku ya Ijumaa saa kumi na mbili jioni. Karibu sana, baibai, uwe na wiki njema.